Na mahakama kuu imesitisha utekelezaji wa baadhi ya vipengee vya sheria ya matumizi mabaya ya tarakilishi na uhalifu mtandaoni, ya mwaka 2024 iliyotiwa saini na Rais William Ruto siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi huu wa Oktoba. Jaji Lawrence Mugambi wa mahakama kuu alihimiza pande husika kuwasilisha majibu yao katika muda wa wiki mbili zijazo huku kesi hiyo ikitarajiwa kusikilizwa tarehe tano mwezi Novemba mwaka huu. Katika kesi hiyo, walalamishi wamesema sheria hiyo inakiuka haki za kimsingi zilizoratibishwa kwenye katiba wakidai itakandamiza uhuru wa kujieleza. Takriban wiki moja baada ya Rais William Ruto kutia saini sheria ya matumizi mabaya ya tarakilishi na uhalifu wa mtandaoni ya mwaka wa 2024, sheria hiyo mpya sasa inapingwa mahakamani. Maombi mawili yamewasilishwa mahakamani yakidai kuwa sheria hiyo ni tata na inadhoofisha masharti ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2019. Waliowasilisha kesi hiyo ni aliyekuwa mgombea urais Ruben Kigame, tume ya kutetea haki za kibinadamu yaani KHRC, na mwanaharakati Francis Sowino. Wakenya, tukuwe na subira Sure walalamishi hao wamesema utekelezaji wa vipengele tata vya sheria hiyo unawapa maafisa usalama mamlaka yasiyo na mipaka ambayo yanaweza kutumika kuwakandamiza wanahabari na wakosoaji wa serikali kupitia kukamatwa na kufungulewa mashtaka. Wamedai kuwa kifungo cha 27 cha sheria hiyo kinachorekebisha kinakiuka kwa kiwango kikubwa katiba kwa kuharamisha maoni na hotuba mitandaoni na kuipa Kamati ya Uratibu wa Masuala ya Tarakilishi na Uhalifu wa Kimtandaoni mamlaka ya kufunga tovuti na majukwaa ya mitandao ya kijamii bila idhini ya mahakama. Freedom of speech is not just a right. But it is a test. And if this freedom only protects the popular opinion, then there is not freedom. And that is why the young people of the Republic of Kenya, we will not be quiet. Walalamishi hao wanataka mahakama iagize kwamba sheria hiyo ni kinyume cha katiba, haina nguvu za kisheria na inapaswa kubatilishwa kwa kuwa inakiuka haki za faragha uhuru na kujieleza, upatikanaji wa taarifa na haki ya kupata utawala wa haki. Jaji Lawrence Mugambi amesitisha utekelezaji wa baadhi ya vipengele vya sheria hiyo mpya hadi kesi hiyo itakaposikilizwa kikamilifu. Amewaagiza wahusika wote kuwasilisha majibu yao kwa pamoja katika muda wa siku 13 huku mwelekeo zaidi wa kesi hiyo ikipangwa kutolewa mapema mwezi ujao. Ruth Wamboe nikiripotia Darubini.